Huyu mtoto ni wautinta kukulila Mankongo tunakwambia. Ah, huyu alikuwa anachapwa na baba yake mwaka elfu moja na themanini na nne kwa ajili ya mankongo, kazi yake kuoga. Sasa mnaposema kwamba labda huyu ni wa huko, we bwana, ni wautinta huyu yeah. Oye oh yeah. Kumba mkimuona hivi amekaa, msifikiri si yuni wa Kalungu, si yuni wa hapana, ni wa Utinta. Sasa Utinta na Korongwe ni mbani? mlikuwa mjakuwa kwa ndo bana, nimesema twende. Mama yake alikuwa mpishi wa vitumbua, alikuwa anaitwa Bora, alikuwa ameoa Kazukamwe, alikuwa anatuuzia vitumbua. Naambia ni bibi kitumbua, anambia atakuja nipigwe bali ni kuogea sasa nasema hivi, tumepata mbunge wa Utinta jamani. Mungu hatupende nini, eh? Mungu hatupende nini watu wa mwambao? Nasema hivi kula kama kula, hebu tuone mbunge wetu, tupe mbonge, mungu akatupenda ebo anakazuka. Mungu akatupendelea kutuletea mbunge wa kijiji cha Utinta. Sasa hii barabara hii inakuwa umeme hospitali nzuri. Kwanza nashangaa hospitali, nimesema nakupa majukumu, Mungu akikujalia kupi. Jamani, anavitaviti mbunge wa Utita, mbunge wetu huyu, jamani, tukimtupa atukapati mbunge kamwe, tutakuwa tunapata wakulituchi wakulisubawanga anakukushika kukuweka ndani kisa sufuria moja Saidu, tukimpata huyu tukishikwa na sufuria tulipi, mtembuke nikoje kwenda kuosha sufuria? Mimi na uzee wangu ziwana kufua kisa nini. Kazu kama mimi nimeshikwa alikuwa anaosha utafanyaje? Mmesikia Uta zoo amisi, mzee wa kuchekacheka twana asila huyu e, mlikuwa wengineo bado wadogo. Huyu bwana hana shida, huyu hana shida, ni kama vile asante. Kazi yao ni hivyo hivyo. Sasa umepata majembe mawili kwadi, wana shida gani? Wana shida gani? Wana shida ni mzee wa kucheka ni mzee wa kucheka. Jamani, watu wa Korongwe, mnaomba msiniangushe. Tuwapeni kula hawa viongozi kamili iene na Mama Samia Suluhu Hassan, sawa jamani? CCM eh. Naomba kula tarehe ishirini na saba tukafanyeje? Tukatiki ishirini na tisa. Wanapendeza wapendezi, viongozi vijana viongozi vijana wanayejua shida ya vijana hawa bwana, hawa wanajua shida ya vijana. Anaweza kukuta kwata siku moja mojamoja, umevuliaki huyu bwana anajua mambo ya matatizo ya ziwani. Tunaye hapa hapa huyu, kidogo amesauka kidogo, lakini anajua kubutika huyu.